Habari zenu, karibuni kwenye channel yetu, tunaendelea kujifunza zaidi kuhusu mapishi. Leo tunaenda kutengeneza mkate wa ndizi au banana bread. Mahitaji yetu ni ndizi hizo hapo nne, ngano nusu, baking powder, flavor nimeweka coconut, halafu sukari prestige pamoja na mayai matatu na yanavyoonekana hapo tunachapa na chapa na sukari pamoja na Prestige. Baada ya hapo unaanza kuweka yai moja moja kama inavyoonekana hapo. Hatua za mwanzo ni zile zile kama unavyotengeneza keki, kwa utaweka yai moja moja mpaka mayai yote matatu yaishi kwa kipimo changu unaweza ukapunguza au ukaongeza kutokana na ukubwa wa familia yako. Baada ya kuchanganya hivyo, utachofuata utamenya ndizi zako zilizoiva kama hapo nilivyomenyeza kwangu, alafu utazisaga kwa kutumia uma. Zenyewe zitakiwa kulainika sana zikawa rojo sana, unaacha na unakuwa na vipatiko patiko vya ndizi kama hivyo. Baada ya hapo, utachanganya. Baada ya kusaga ndizi yako vizuri kwa kutumia uma, kisha changanya naona. No, inatakiwa hivyo, ndizi zionekane, sio kwa wingi lakini kiasi sisto, ndizi. kwa sababu sisi tunapenda sana ndizi, kwao ndizi inakuwa inaonekana ndio maana halisi ya banana bread. Baada ya hapo, kisha mchanganyiko wako uko vizuri na hizo patika za ndizi zinaonekana, kwa hiyo kitakachofuata utaweka unga, ungaabaa. Baada ya hapo, unachanganya kawaida. Sasa haui mwepesi sana, wala haui mzito sana, unakuwa kama ule wa kutengenezea kalimati uzito wa kutengeneza kalmati. Hapo tulibadilisha chombo hapo kwa sababu bakuli lilionekana mdogo. Kwa hiyo baada ya hapo utaandaa tini yako, alafu utahamisha mkate wako wa ndizi. Baking powder nimeisema jamani, lazima iwepo. mm -hmm. Utaweka kama hivyo, kishamaliza unasawazisha kwa sababu kama nilivyosema, sisi tunapenda sana ndizi, ingawa sio lazima. Hapo hivyo tu inatosha kuoka na ukawa mkate mzuri kabisa wa ndizi, lakini sisi kwa sababu tunapenda ndizi, kachukua ndizi moja kaikata, alafu kaa, tunaweka kama hivyo kwa juu, lakini isikae juu sana, kwa sababu yenyewe itawahi kuungua. Kwa hiyo unaichomeka kama hivyo ili kuonyesha uhalisia kwamba hii ni banana bread, au mkate wa ndizi utachomeka kiasi unachopenda, au unaweza ukaacha hivyo hivyo, inakuwa imetosha na ukabeki ukapata mkate wa ndizi mzuri kabisa. Lakini ukiona kuna uhitaji wa kuongeza, unaongeza kama hivyo inavyoonekana. Hapo itaonekana hivyo kwenye timu yako. Alafu hapo nilikuwa nimeshaandaa jiko langu, hapo nimeweka mkate wangu tayari, tauoka kwa moto wa mia moja na themanini juu chini. Baada hapo mkate wetu ndogo kama unavyoonekana, unaona pia kuna alama za ndizi hizo hapo zinaonekana. Baada hapo utaogeuza na kuanza kuokata, unaweza ukaamua kuukatia huko juu au ukageuza kama hivi. Huu, hapo ndo mkate wetu umetoka vizuri kabisa. Mnavyoona mkate mzuri, unaweza ukana na kitu chochote unachopenda. Naona mkate mzuri, jaribu na wewe nyumbani kwako, kwa resepi za kawaida kabisa. Mahitaji yake kama yanavyoonekana ni madogo, unaweza kutumia jiko la mkaa kuoka au ukatumia kama hivyo. Mimi na huo ndo mkate wetu unavyoonekana. Asanteni. Bye.